Heshima mwenyekiti, ni kushukuru kwa kunipatia fursa ya kuchangia bajeti hii, e, bajeti ya kipekee hii ni bajeti ya mwisho ya mwaka katika bajeti kumi na tano za Dira ya Taifa ya 2025 upekee unaanzia hapo, lakini ni bajeti ya tano ya mwisho katika mpango wa tatu wa miaka mitano, e, mpango wenye dhima ya ujenzi wa uchumi shindani na viwanda kwa maendeleo ya watu. Mheshimiwa mwenyekiti, sio siri, hii ni bajeti ya mwisho kwenye kwenye irani ya Chama cha Mapinduzi 2020 2 mpaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Waziri Mkuu nitachangia katika kupitia mawanda hayo, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, na naunga mkono e, bajeti ya Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini bajeti ya Mheshimiwa Majaliwa, mbunge wa Ruangwa lakini bajeti ya mlezi wa mkoa wa Kagera. Kwa hiyo kwa sababu hizo tatu, sina jinsi yani, kabisa kwa vigezo naunga mkono bajeti hii. Mheshimiwa mwenyekiti, tunapojenga uchumi shindani na viwanda, hapa tulipofikia, kwa taarifa alizotoa wa mheshimiwa waziri mkuu, eh, kwa wale wataalamu wa riadha tumefikia kwenye mahali panaitwa springboard, yani kama unajua riadha, hapa ndo pa kuchupa kwenda kwenye hali ya juu unayoitegemea. E, wale wengine wasiojua sayansi hii e, wakiangalia malengo yetu ya vision 2025 wanaweza kuoji kwa nini hiki hakijafanyika. Hapana, tulikuwa tunajenga springboard ili ujenge viwanda, ujenge uchumi shindani, unapashwa kuwa na miundombinu wezeshi eh, lakini na miundombinu saidizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama alivyoeleza Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefanikiwa kupata umeme. Tunao umeme wa kutosha kwa sasa, tunao umeme wa kutosha kuweza kuendesha viwanda vyetu na shughuli zetu. Na mheshimiwa mwenyekiti, kabla sijasahau, kuanzia viwandani mpaka vijijini unaweza kupata umeme wa uhakika. Ndo maana sasa e, maisha, maisha ya, ya vijijini yanavutia, maisha ya vijijini yanavutia, na ni rahisi na inapendeza kuishi vijijini. E, the village life is livable e, livable and drivable. Kwa hiyo mheshimiwa springboard inazotaka kuzungumzia, tumefanikiwa kutengeneza miundombinu, miundo mbinu ya barabara, miundombinu miundombinu ya reli, miundombinu ya usafiri wa anga. E, kwa kuwa na nyenzo hizo, ina maana tunakwenda sasa kuwa na production production katika upande wowote wa nje ambayo ni wa nchi ambayo ni, e, ambayo ni cost effective. Ni kwa msingi hiyo, ni kwa misingi hiyo, mimi naunga mkono budget hii.